Majina naitwa Henry Sunda Mwenge, ni katibu wa Chama cha Mapinduzi wilaya ya Ubungo, na leo hii tuko hapa tuko na uchaguzi kwa ajili ya kuchagua nafasi ya meya meya wa Ubungo na umeya uh, naibu meya manispaa ya Ubungo ya Ubungo. Jumla uh, ya wagombea watatu ambao walirudisha majina kwa nafasi ya umeya alirudishwa jina la ndugu yetu uh, zaidi Zaidi Mwana Muliro, Laurence Safari Mlaki pamoja na Ashura Mohamed Sengondo upande wa naibu meya alisha majina pia matatu iko uh, ndugu Ali Bakari Ibrahim Bakari, iko ndugu Epson Majapa na ndugu Kia Musa Wangu. Uchaguzi ufanyika vizuri kwa nafasi ya umeya uh, matokeo aliongoza ndugu Laurence Mlaki alipata kura 17 na ndugu zaidi Juma Ndilo alipata kura moja na ndugu Ashura Mohamed Sengondo alipata kura mbili. Upande wa nafasi ya umeya kwa nafasi ya umeya nafasi fasi na ya kuwa meya manispaa yetu Ubungo ndugu yetu e, upande wa unaibu meya aliyeongoza ndugu yangu Ali Ibrahim Bakari, ambaye amepata nafasi ya kuwa naibu meya. Kwa jumla tunashukuru, na vizuri salama, tutapata viongozi wetu ambao watatuwakilisha kwa ajili ya kuongozaasaung kwa miaka baada ya kura za maoni hii, sasa uh, kazi yetu kama chama ni kupeleka majina haya manispaa uh, kwa mkurugenzi uh, uh, kwa maana ya kumtambulisha mgombea nafasi ya meya na mgombea naibu meya, na baada ya kuwatambulisha wagombea hao kule, kesho wakapigiwa kura za serikali na hatimaye kuweza kuchaguliwa rasmi. Kwa hiyo kimsingi, kesho utafanyika sisichakatwa ndani kwenye mha

Kwa majina anaitwa Laurence Mlaki, ni diwani mteule wa kata ya Goba Goba, chama cha Mapinduzi. Leo tunashukuru tumefanya patifokasi yetu ya kumchagua meya wetu wa upande wa manispaa wetu wa Ubungo. Namshukuru sana Mwenyezi Mungu kwa kuweza kuchaguliwa na madiwani wenzangu kuwa meya wa manispaa wa Ubungo na, nuezangu, wa Ubungo. na kesho tunakwenda kuapishwa ku, ku, ku, pale a halmashauri. Niseme tu kwamba nitakwenda kusimamia ilani yetu ya Chama cha Mapinduzi kwa kushirikiana na madiwani wenzangu, lakini sana sana pia nitakwenda kutafuta fursa mbalimbali kwa ajili ya vijana na kina mama ili waweze weze ku, kujiajiri lakini waweze kujikwamua uchumi, lakini nitakwenda pia kusimamia vyanzo vya mapato vyetu, ukusanyaji vizuri na tuongeze vyanzo vya mapato ili tuweze ku kuendesha manispa yetu kwa ujumla vizuri, lakini pia kuleta maendeleo mengi sana makubwa. Nitakwenda kushirikiana vizuri na Chama cha Mapinduzi, lakini vilevile na, ma, na madiwani wenzangu kwenye kazi zetu zote za halmashauri. Niseme toka kipekee niwashukuru sana sana madiwani wote wa, wa wilaya ya Ubungo kwa kunipa kura nyingi sana za ndio, na nimeweza kuwa leo nikawakilisha nikaende kuwa mea wa halmashauri yetu na manisipa yetu.